Mheshimiwa na Rais wa Zanzibar Mstaafu Waheshimiwa Mawaziri waleu na waliostaafu hapa Waheshimiwa na mbinji na mwana Assalamu alaikum Bwana Yesu sifiwe. Imefika hapa kwa amri na utashi na ushauri wa wenzangu kwamba iwe nini, ndio imekuja hapa kuwakilisha nafsi yangu na wenzangu Tanzania manja kusema neno moja mawili kuhusu lile lililotuleta zail tuko hapa.

uweme mwisho wa huduma zake nyingi nzuri za kusifika. <laughs> Alitumikia nchi yake. Tumefika hapa kutoa pole kwa wafiwa na wafiwa hao ni <coughs> wengi ila kufiwa ni msiba. Msiba huu una uzito usiofanana, kuna uliobeba ziku uliobeba

mengi imesemwa na wenzangu kutangulia. Mimetoza kusema ni kwamba nam yaliyosemwa yote ni kweli, sina haja ya kurudia kweli. aunika iliobakia tukubali wasia aliyokuwa mwisho. Mwenyezi Mungu tukubali na tukumbushana <coughs> kwamba sisi sote tuna mwenyewe na mwenyewe sisi sote si, so, si mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu. sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu na kwake mwisho wake tunarejea. Tunarejea kwa zamu kama ya dunia, kwa zamu moja moja, wawili wawili, lakini tutarudi kwa yeye aliyetuumba. ni mwana wasima akikuatu

mimi mwenyewe na mzee wangu na mzee zangu na kila aliyowahi kulipenda na kwamba mwanadamu